Mi binafsi kila anaposoma hivi vitabu huwa na tafakari, watu walianzaje, anzaje kuviacha? Maana vina ujumbe mzuri kweli kweli. Basi leo tunaenda kuanza kitabu kingine ambacho kina jumbe nzuri sana za maisha ya kiroho, utapata kupitia kitabu hiki kinachoitwa Yoshua bin Sira. Unaweza ukaandaa biblia yako, karibu tukaianza safari yote ya pamoja kusoma vitabu hivi. Leo tutasoma sura ya kwanza na ya pili. Tusali. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya hii nafasi, ni fursa pekee ewe Bwana unaotuwezesha kuweza kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie, tushike mkono ewe Bwana, tupe neema yako, ituwezeshe ili Mungu tuweze kusoma ili neno na Mungu tuweze kulielewa, hekima yako ijifunue ndani yetu ili sote tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane, tuweze kuanza rasmi usomaji. Kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira sura ya kwanza. Hekima yote yatoka kwa Bwana nayo yakaa kwake hata milele. Nani awezaye kuhesabu mchanga wa baharini na matone ya mvua na siku za milele? Nani awezaye kutafuta kimo cha mbingu na upana wa dunia na kina cha bahari? Hekima iliumbwa kabla ya vitu vyote, na fahamu wa busara tangu milele. Nani aliyefunuliwa shina la hekima? Nani aliyejua mashauri yake merevu? Yuko mmoja aliye na hekima, naye yu wa kuogopwa sana, ameketi katika kiti chake cha enzi. Bwana ndiye aliyeiumba na kuiona na kuihesabu na kuimwaga juu ya kazi zake zote, ina wote wenye mwili kama aitoavyo, na wale wampendao amewapa kwa wingi. Kumcha Bwana ni heshima na utukufu na faraha na furaha na taji ya shangwe. Kumcha Bwana kunachangamsha moyo na kuleta sherehe na maisha kunjufu. Kumcha Bwana kwamletea mtu heri mwishowe, na siku ya kufa kwake atabarikiwa. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima, imeumbwa tumboni pamoja na waamini. Kwa watu imekaa tangu awali, pia itadumu kwa uwazo kwa wazao wao. Kumcha Bwana ni utimilifu na hekima. Inashibisha wanadamu matunda yake. Itajaza nyumba pia vitakiwavyo. Na ghala zitajazwa mavuno yake. Kumcha Bwana ni taji ya hekima. Inasitawisha amani na afya nzuri. Kumcha Bwana ni gongo na nguzo tukufu. Ni heshima ya daima kwao waishikao. Kumcha Bwana ni shina la hekima na matawi yake ni maisha mengi. Hasira isiyo haki haiwezi kuthibitishwa, maana ukali wa ghadhabu ni maangamizi yake. Mtu aliye mvumilivu atastahimili hata wakati ufao, na hatimaye ukunjufu wa moyo utaanza kukua ndani yake. aidha ujapo wakati ufaao atayaficha maneno yake, na wingi na wengi wa midomo yao watautangaza ufahamu wake. Mithali za elimu zimo kanzini mwa hekima, bali utawa ni chukizo kwa mkosefu. Ukitamani hekima uzishike amri, naye Bwana atakupa tele. Yaani kumcha Bwana ndiyo hekima na mafundisho, tena imani na unyenyekevu ndiyo mapenzi yake. Usikatae kumcha Bwana kama una haja, wala usimkaribie nawe una nia mbili. Usiwe mnafiki machoni pa watu, tena mintarafu midomo, midomo yako ufanye hadhari wewe usijikuze mwenyewe, usije ukaanguka na kuyaibisha roho yako, madhali Bwana atazifunua siri zako na kuangamiza katikati ya kusanyiko, kwa sababu hukumfikiria Bwana mwenye hicho, mwenye kicho, lakini moyo wako umejaa hila. Sura ya pili Mwanangu, ukija kumtumikia Bwana, weka tayari roho yako kwa kujaribiwa. Ujitengeneze moyo ustahimili, wala usitaruki siku ya kuteswa. Uambatane naye wala usijitenge, tena ili mwisho wako ukuzwe. Kila utakapopelekwa ulipokee kwa kuchangamka moyo. Uyavumilie mabadiliko ya unyonge wako. Maana dhahabu hujaribiwa motoni na watu wateule karibuni mwa unyonge. Basi umwamini yeye, naye atakusaidia. Ukazinyoshe njia zako na kulikaza taraja lako katika yeye. Enyi mnaomcha Bwana zingojeni rehema zake. Msigeuke upande, msije mkaanguka. Enyi mnaomcha Bwana mwaminini yeye sana, thawabu yenu haitawapotea. Enyi mnaomcha Bwana sasa tarajieni mema na furaha ya daima na rehema Angalieni vizazi vya kale mkaone. Nani aliyemtumainia Bwana akaibika? Nani aliyekaa hali ya kumcha akaachwa? Nani aliyemwita akadharauliwa? Mradi Bwana yu mwenye huruma na rehema, usamee dhambi na kuokoa wakati wa shida. Ole wao wenye mioyo ya woga, wenye mikono iliyolegea Wakosaji waendao njia mbili! Ole wake aliye dhaifu wa moyo, kwa maana amekosa imani, kwa hiyo hatahifadhio. Ole wenu ninyi, nanyi enyi mliopotewa na saburi, mtafanyaje Bwana atakapo wajia? Wale wamchao Bwana hawatayaasi maneno yake, wampendao watazishika amri zake. Wale wamchao Bwana watatafuta mapenzi yake, nao wampendao watashiba torati. Wale wamchao Bwana watajitengeneza mioyo na kunyenyekea machoni pake. Tutaanguka katika mikono ya Bwana, wala si mikono ya wanadamu. Kwa maana kama ilivyo enzi yake, ndivyo zilivyo na rehema zake, na kama ilivyo jina lake, ndivyo yalivyo na matendo yake.